Asalamu As alaikum warahmatullahi rahmatullahi taala wabarakatu. Bwana Yesu asifiwe, tumsifu Yesu Kristu. Mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti, karibu tena katika simulizi zetu za sauti ambazo umezoea kuzipata hapa, na hii simulizi si nyingine, ni ile simulizi yako pendwa kabisa ambayo inaitwa Mtoto Yatima. Sehemu ya 36. Mtoto yatima ni simulizi ambayo inamwangazia binti wa kuitwa Shora Dismas ambaye ni yatima, maisha yake ambayo yanaendelea ya kuishi baada ya wazazi wake wote wawili kufariki katika ajali mbaya sana ya gari.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 chochote kile ambacho kinaendeshwa hapa, wewe utakuwa ni wa kwanza kabisa kukipata. Kwa hiyo tunachokuomba subscribe, like, share, comment, pia ili tuweze kupata mchango wa mawazo yako. Sasa ni kukaribishe sehemu ya 36 ya simulizi hii inayoitwa Mtoto Yatima tuendelee kuidadavua ili tuweze kujua ni kitu gani ambacho kinaendelea katika maisha ya binti huyu baada ya kujifanyisha utani, utani wa hapa na pale na kufanya vitu makusudi vya kuchekesha ili tu aweze kumwondoa katika mawazo hayo. Lesa Charles alikuwa ameshajua kabisa kwamba huyu mtu amepitia mambo mengi na ndiyo maana akaamua kufanya vitu kama hivyo kwa sababu alimwona hata namna jinsi alivyokuwa akieleza, alikuwa na macho ya kusikitika, yani alikuwa na ana uso ambao uliosikitika. Akaona kabisa huyu, inawezekana amejaliwa na mambo mengi sana, na anakumbuka kipindi cha nyuma wakati anasoma akiwa na umri wa miaka ishirini hivi, miaka sita iliyopita, alikutana na watu wa namna hii, wenye design hii hii, ambapo mwingine alimwelezea kuhusiana na maisha yake na hatimaye akaamua kujinyonga mbele yake hivi hivi. Anajaribu kumkataza lakini alichokifanya alikuwa anazungumza, kumbe huku akiwa ameshikilia kichupa ambacho ndani kilikuwa na kemikali ambayo ni mbaya sana, ambayo ni corrosive mbaya sana, yenye asidi kali, ambapo ndipo aliichukua hiyo hicho kichupa, akikitoa kwenye mfuko wa sketi, hatimaye akaamua kukunywa, na alikuwa ni binti mwenzie alivyotazama tu pembeni yeye akachukua kile kichupa akanywa, alafu baadaye akatuulia, akachukua kichupa kakifunika na kutupa huko. Sasa wakati anakitupa ndo akawa ameona, kwa nini ametupa chupa? Alivyokuja kuitazama ndani yake kulikuwa na asidi kali kabisa korosivu ambayo sio nzuri hata kidogo katika utumbo wa binadamu, aliungua akachanikachinika utumbo na hatimaye akafa. Sasa akikumbuka hiyo situation, hakupenda tena lije lijitokeze hata kwa huyu binti wa kuitwa Shola Dismas. Ndiyo maana wakati anajaribu kumsimulia na akiwa amesikitika, moja kwa moja aliamua kwanza kumwingizia mambo mengine ambayo yanaweza yakaondoa stress ili asiendelee waza yale ambayo ameyapitia. Ilipofika mida ya saa kumi na moja ndipo ambapo Shola Dismas alimwaga Resa Charles kwamba anaelekea kule senta ili aweze kuangalia magodoro anauza shilingi ngapi na ajaribu kupitia hata kwa mafundi ajaribu kuwaulizia kama endapo wanaweza wakawa na vitanda, na aone kama kuna bodaboda -boda ambaye ana uwezo wa kumletea kitanda ambacho ni cha kufunga nati na kufungua kitanda kizuri kabisa. Hivyo ndivyo alivyokuwa kiviwaza na vitu vingine ambavyo anaweza kaweka ndani, ili maisha yaweze kusonga kweli. Lesa Charles yeye ndiye ambaye aliamua kumsindikiza kwa sababu kazi yake alikuwa ameshaimaliza. Moja kwa moja wakaelekea mpaka nyumbani kabisa kwa Lesa Charles ambapo alienda kutunza vyombo. Baada ya kutunza vyombo, wakarudi pamoja wakafika mpaka pale senta yeye Resa ndiye aliyouliza vitu, akajifanya yeye ndiye anayenunua na Shora Dismas, kwa sababu kila ambaye anayemwona akijaribu kumpa moyo huwa anajaribu kumwamini. Kwa hiyo alipoambiwa kwamba ninaomba shilingi laki moja ili niweze kutafuta vifaa ambavyo wewe unavihitaji kwa gharama nafuu, kwa sababu mimi humu ni mwenyeji, hakuweza kuogopa kwa sababu tayari na nyumbani kwake si anapafahamu, akampatia, kwa sababu alikuwa anaona kabisa namna jinsi ambavyo anavyohuzunika. Huyu Lesa Charles alikuwa anaonyesha upole na ukarimu kwake na anaonyesha kabisa uso wa kusikitika kwamba anamsikitikia yale ambayo anayoyapitia. Kwa hiyo ikawa ni vyepesi kwake kumwamini. Basi hapo akaona kabisa kwamba amepata rafiki mpya ambaye huenda anaweza akamfikisha katika nchi ya ahadi, nikimaanisha kwamba maisha huenda kwa Shola Dismas yakaja kubadilika kama endapo hata kutana na vikwazo vingine, akaenda akamchaguza kile ambacho anachokihitaji. Basi wakawa wanaongea, na mwenye duka anajaribu kumchagulia vitu vizuri kabisa, godoro akamchukulia zuri tu tena kwa bei nafuu na, na walipoenda kwenye vitu vyombo vyombo vyombo, pamoja na pamoja na kilo kumi ya unga, kilo kumi ya mchele. Akanunua kilo mbili za choroko pamoja na maharage kilo moja akanunua vitu vingi tu vya kuja kuweka ndani. Hapo ndipo ambapo alipompigia jirani yake ambaye alikuwa ni dereva bajaji ndiye ambaye aliyoleta ingawa kidogo njia ilikuwa sio nzuri, kwa sababu huku ni mabondeni ambapo pana mabonde kabisa ya majaruba ya mpunga. Kwa hiyo njia kidogo ilikuwa sio nzuri, lakini kwa sababu alikuwa ameshapazoea alimletea moja kwa moja. Kafika pale nje kabisa ya migomba pale, ndipo akasimamisha bajaji yake, wakaanza kusomba sasa, wanavipeleka kule ndani. Baada ya shora Dismas kufika na kufungua kile chumba, ile nyumba, na hatimaye wakaanza kuingiza, hapo ndipo Lesa Charles alipoamua kumpatia na ule ufunguo wa chumba hicho kingine na alipojaribu kumuuliza kuhusiana na kupikia katika hiyo singo, alikubali kwa sababu aliona kutokana na kwamba Shora Dismas atakuwa anapikia kwenye jiko la mkaa, kwa hiyo haliwezi likaharibu miundombinu ya chumba. Kwa hiyo alimkubalia kwa sababu ni jiko la mkaa na sio kuni. Kwa hiyo hapo ndipo ambapo Shora Dismas alifurahi kwa sababu amepata tumaini jipya na sehemu nzuri kabisa ya kuendelea kukaa. Baada ya kushusha, walivipanga vizuri humo ndani, na hapo ndipo ambapo Lesa Charles alikuwa na vitu vyake kwa rafiki yake ambavyo alienda kuvitunza. Huyo rafiki yake alikuwa anamwita ni kama mama yake, kwa sababu alikuwa umri umeenda, ni mzee mzee hivi wa kike, ambaye yeye alikuwa na nyumba kubwa, ambaye anaishi pale pale senta na yeye ndiye aliyekuwa ni muuza magodoro pia. Kwa hiyo dereva bajaji aliondoka moja kwa moja na Lesa Charles, wakafika kwa yule mama akachukua kitanda chake ambacho kilichokuwa hakitumiki na kumletea Shola Dismas. Walirudi, wakafika na uzuri wa huyo dereva bajaji alikuwa ni mfungaji mzuri tu, na yeye alikuwa na karakana yake pembeni, na pale ambapo anapoishi anapoishi Resa Charles. Kwa hiyo mkabara na pale kuna karakana ambayo ni ya huyu huyu dereva bajaji, ambaye yeye alianzisha na akawa anafanya kazi yeye baada ya kuona amepata pesa zaidi, akaamua kununua bajaji, akaajiri mafundi, wakaendelea kufanya kazi pale. Kwa hiyo yeye ndio akawa bosi wao. Kwa hiyo kutokana na kwamba hivyo vitu alikuwa anajua, alimfungia kitanda chumbani vizuri kabisa, akaweka godoro pamoja na shuka mpya kabisa tayari. Hapo ndipo ambapo Lesa Charles alipoamua kurudi na dereva bajaji kule senta ya Mlaguzi, na hatimaye akaamua kurudi kwa miguu, huku akiwa amebeba kagunia kadogo ambako kana mkaa ndani yake, yaani ni, yani ni mkaa ambao tunaweza tukasema ni kama dumu moja la mkaa, kwa sababu ukiweka kwenye ndoo kubwa, maanake huo mkaa unajaa top kabisa mpaka na kichwa, na mwingine unadondoka dondoka. Hicho ndo kigunia ambacho alichokinunua kwa pesa yake yeye mwenyewe. Lesa Charles akaamua kumletea Shola Dismas wakati anawaza ili aweze kwenda kununua mkaa, basi akawa ameletewa hapo, na licha ya kuletewa huyu dada tena, Lesa Charles akaamua kutoa shilingi elfu arobaini na kumkabidhi Shola Dismas, akamwambia kwamba inaweza ikamlinda baadaye hata atakapokuwa ameishiwa vitu, kabla hata hajaanza biashara yoyote, itakuwa ni vyema zaidi kuendelea kujikimu. Akaona huyu dada amekuwa ni mtu mpya kabisa katika maisha yake, kwa sababu hakutegemea kabisa kama endapo mambo hayo yote yangetokea. Baada ya kuzipokea hizo pesa, Shola Dismas alikaa chini na kuanza kufikiria, akaanza kulia hapo hapo. Lesa Charles baada ya kumwona, akamnyenyua na kumkumbatia, huku akimpa maneno ya faraja kwamba anampenda na kilichomliza ni kitu gani, anashangaa mambo yote hayo ambayo huyu dada anayojaribu kumfanyia. Kwa hiyo yalikuwa ni machozi ya furaha kwake, kwa sababu hakutegemea kabisa kama endapo angeweza kufanyiwa jambo kama hilo. Lakini baada ya kumaliza kumfariji fariji pale, moja kwa moja aliamua kwanza kuzungumza naye, huku akisema sasa, unasikiliza, unasikia dada mdogo wangu, mimi nilikuwa sijakwambia kwamba ni, nimeolewa na mtu wa namna gani? Sasa mimi nilikuwa tu nimekaa nilikuwa nataka ni, ni, nijaribu kukuchunguza vizuri Nijaribu ni nikuchunguze kwanza kabla ya kufanya mambo mengine. Sasa sikiliza, mimi Lesa Charles nimeolewa na mchungaji, na ndio maana hata haumuoni hapo akiwepo hapo nyumbani kwangu. Lakini nimeolewa na mchungaji na sisi kanisa letu ni Anglikana ameenda kidogo, ameenda kihuduma. Kuna sehemu ambako anamkutana na yeye, ndiye mgeni rasmi kule. Kwa hiyo kama utaweza, itakuwa ni vyema zaidi, ikifika siku ya Jumapili, tuondoke wote kanisani, ili niweze kwenda kukutambulisha, au unasemaje? Baada ya kuzungumza ma, ma, maneno kama hayo. Shora Dismas alianza kuwa na mawazo tena. Hmm. Ninataka niende nikatambulishwe kanisani. Mungu wangu. Hapa itakuwaaje? Ionekane nimemwahidi vibaya Amini bin Nasoro kwa sababu Amini anataka kunioa na amenipa kabisa jina la Smaia. Hapa nitafanya nini? Nimgeuke Amini wakati mama yake ndiye ambaye amenifikisha hapa? Kwa sababu bila kunipa hizo pesa zote, sidhani kama huyu dada angeweza kunipatia pesa zote za kununua hivi vitu. Na kama yule mama amenipatia hizo pesa, niweze kutafuta sehemu pa kupanga na kufanya biashara ambayo itakayoniongoza katika maisha yangu. Huenda amenipa kutokana na namna anavyoona yule kijana wake asiyoona nilimtunza vizuri na nilikaa naye vizuri, na ameniona naweza nikawa mkamwana wake ambaye ni mzuri kabisa. Sasa nikijifanya namkubalia huyu rafiki yangu mwingine itakuwaje? Si nitakuwa nimejiharibia kule? Na vipi endapo nikikataa huyu tena, mapenzi yangu yake kwangu yataendelea kweli? E Mungu, naomba unipe namna ya kuweza kuyakabili haya mambo. Ni mambo makubwa, Mungu mimi nina, ni, ni binti mwenye umri mdogo, naomba unisaidie. Kwa miaka ishirini na moja niliyonayo, sina uwezo wa kukabiliana na haya mambo. Na mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti sehemu ya thalathini na sita ya simulizi hii inayoitwa mtoto yatima imeishia hapa. Tumemwona Shora Dismas baada ya kufika mida ya saa kumi na moja akaanza kumwambia dada Lesa Charles kwamba anataka aondoke ili aweze kwenda kutafuta hata godoro, sehemu ambapo wanapouza ili aweze kununua na hatimaye apate sehemu pa kulala kwa usiku huo. Lakini tumemwona Lesa Charles ameondoka naye mpaka nyumbani kwake, akaenda kutunza vyombo. Wakati anarudi akapita senta ya mlanguzi pale mlanguzi, wakapita huku waka huku akinunua vitu mbalimbali mbali kwa ajili ya sherehe ya Christmas. Kutokana na kwamba yeye ni mwenyeji, akawa namwepusha ili wale watu wasiweze kumpiga, wanaweza wakampiga pesa kubwa, kwa sababu ni binti ambaye hawajawahi kumwona katika mtaa huo, kwa hiyo kidogo inaweza ikawa ni shida, lakini pia tume tumemwona yeye mwenyewe Lesa Charles akaamua kumnunulia baadhi ya vitu na kumpatia fedha kwa ajili ya kujikimu, na akamwambia kabisa kwamba yeye ni mke wa mchungaji na huyo mchungaji ameondoka kihuduma, kwa hiyo hayupo, na akamwambia kwamba ikifika siku ya Jumapili waende kanisa la Anglican, waende akamtambulishe kama rafiki yake.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 utakuwa ni mwanafamilia wa chaneli yetu ya Baba Sam The King Tanzania TV channel. Tunachokuomba bwana, subscribe, like, share, comment, pia kwa ajili ya kupata mawazo yako, ambavyo unawaza, ni kitu gani ambacho unawaza tukiendeleze au tukiboreshe zaidi. Mimi ni Hasdi Zero Two Baba Sam the King, ni kuage kwa heri katika sehemu hii ya thalathini na sita ni kukaribishe usikose kusikiliza sehemu ya thalathini na saba ya simulizi hii ili uendelee kujua ni kitu gani ambacho alichokiamua Shora kukifanya juu ya maisha yake katika haya mambo mawili ambayo yanamkabili Avunje huku aungane na Lesa Charles, au amas amwache Lesa Charles aendelee kujiunga na kina amini bin Nassor. Nini ambacho atakachokifanya? Twende pamoja, nikuage niseme kwa heri kwa sasa. Mimi ni hasidiziro tu baba Sam the King, mpaka sehemu ijayo, alamsiki. Unaangalia Baba Sam the king Tanzania TV channel. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo 0752732515 Baba Sam the King.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 Unaangalia Baba Sam the King Tanzania TV chaneli. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo: 0752732515